Huyu hapa ni Andrea, mtoto wa miaka 13, ambaye anapambana kwa ajili ya kuwalisha wadogo zake. Baba yake na mama yake tayari wameshafariki, na hii imepelekea yeye kuacha shule. Naitwa Andrea Katemo Sarafe. Mimi nashuka kwa kuangaika sana, siyatumika hatuyapata, si biakula nanjo nikaenda kukazi kule kusomba bichanga, tunapata ile moto tunauza, ndo chitumekula so Safariki. Mama na baba wote wamesha kufa. Ndi na wako na miaka ngapi na badogo yako? Niko na miaka 13. Ndio miaka yako? Ndio. Bazazi walikufa wako na miaka ngapi? Pale sasa njo sikuweza kutambua, au yeye atabashafanya miaka ngapi wanakufa? Habasha gawa sana kwa miaka njosazitambua twambie amna ndugu yoyote mwenyee ko mu ndani mkalemi anaweza kusaidia apare wepeke hapana hakuna ndugu hata mo na unaishi wapi kalenge ni wapi kalenge ndokwenu ndi twambie kwanza mkukula. Mkukula, munakula aji mnapata aji vya kukula. Aj. Aj. Kwa watu wametumikisha kazi ya bichanga tumetumika ndio tunapata chakula Nye bote na baloko yako? Ndi. Muna soma? Wakati kulikuwa masomo aburu ndi tulikuwa nasoma, lakini hapa tusomi tena. Na wako na bejo ya kusoma? Na baloko yako bote nye bote amsomi? Ndi. Sasa ndri. Hivi mfano kuna jitokeza mtu anaweza sema ita atakusaidia labda kukulipia masomo, unaweza kusema nini? taweza sema Mungu ambariki kabisa. na ulecha na masomo kwa muda wa salangai? Darasa la sita la chini. Ndi wadogo zako, huyu darasa la tatu, nale vile darasa la, la kwanza na masomo meachani yote kwa pamoja ndio. Labda uko kingine kineza kutuambia juu tuyue, ni gisi gani ambayo tunaweza tuwasema kwako ili watu wakusaidie? Mi nomba tubanisaidie kuhusu masomo na gisi ya kuishi. Unawakika mtu akisema anaeza kusaidia kuhusu masomo, unaweza ukasoma

baba yenu kwanza alikufa kae. Tuambi kwanza kifo kia mzazi wako kilikuwa kuwae, aligonjwa, aliwawa au alifanya ji? Aligonjwa magonjwa kupoza, kisha wakampeleka ki kwa mganga, akafa. na mama angu akakufa na vita ya Bambote. Ndo kia kiliwa mama wako, ndi iyo vita ya Bambote? lipizikana wapi? kunana senki nja alunga, siyo Mkalemi? Apan, alikuwa naenda kule sasa kufanya ialikuwa Hapana, alikuwa anaenda kule kwa sababu ya kutafuta maisha. Kuwatafutia nyenye maisha ndiyo. Maana yake nyenye anaikala tu, mkasikia ananiambia mama yenu anakufa? Ndiyo. Kati ya mama na papa, ndio alianza kufa mbele ya mwenzake? Mama baba. Ndio alianza kufa. Ndiyo. Kisha mkaanza hisi hivyo hivyo kwanza na mama, alafu mama naye akatoka kufa? Ndiyo. Pole sana mtoto wangu eh? Asante mama. Habari yako? Nzuri. Maria.

na vilevile kuwajulia kuhusiana na kula kwao, mavazi yao na maisha yao. Hii ni Mantiki TV, unaweza kuwasiliana nasi Mantiki TV. Ninaamini msaada wako mdogo ambao utawasaidia utafika bila matatizo. Kwa vipindi na matukio mbalimbali, usisahau kusubscribe ku like, ku comment na ku share Mantiki TV.